Kwenye sakata la mpira kunakuwa kuna kesi nyingi sana ambazo huwa zinakuwa eh, zinatolewa baina ya timu moja au timu nyingine, lakini pia kunakuwa kuna, kuna sheria tofauti tofauti ambazo pia zinakuwa zimejiwekea eh, kama bodi ya ligi au timu kama timu. Lakini kama kwa Tanzania hapa tunaweza tukasemea labda TFF na timu tofauti tofauti kama eh, Singida Black Stars eh, mashujaa na timu nyingine kibao sasa niko na stori ya mshambuliaji kutokea katika timu Al Ahly, moja kati ya timu ambazo pia li, ziko katika ligi kuu ya kule ya Misri ambako ni Cairo huko ambapo hiyo imezoeleka hivyo. Sasa mshambuliaji mpya kabisa wa Al Ahly ya Misri ambaye anafahamika kwa jina la Mahmoud Hassan maarufu kama Trezeguet, kwa sababu amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao pia anafanya poa katika swala zima la soka, na amekuwa ni mchezaji toka aweze kujiunga na Ahly, amekuwa akifanya poa zaidi katika masuala mazima ya kuweza kufight katika uwanja eh, wa mpira. Amejikuta sasa, sasa anaingia katika wakati mgumu sana mara baada ya kuweza kukosa mkwaju wa penati katika mchezo wao dhidi ya Inter Miami eh, katika michuano ya Kombe la Dunia la Club. Najua kabisa ni moja kati ya eh, mechi ambazo pia ziliweza kuchezwa na timu nyingi sana kuweza kushiriki. Sasa katika mchezo huo pia uliweza kuchezwa eh, usiku wa jana siku ya Jumapili eh, kwenye uwanja wa Hard Rock Marekani. Mabingwa hao wa Misri waliweza kutoka suluhu na Inter Miami ya Marekani, anayochezea Lionel Messi. E, kwenye game hiyo pia tunajua kabisa Inter Miami kwa na e, sasa hivi Messi yuko kule na anaweza kukichafua katika timu hiyo. Sasa tukio hilo pia liloweza kuzua gumzo kabisa kubwa ambalo iliweza kutokea dakika tano kabla ya kipindi cha kwanza kuweza kumalizika, ambapo Ahly pia walipata penati mara baada ya Zizu kuweza kuangushwa kwenye eneo la hatari. Hata hivyo sitofahamu pia iliweza kuzuka baada ya eh, Mahmoud pia kuweza kuchukua jukumu la hilo la kuweza kupiga penati hiyo, licha ya kuwepo kwa mpangilio eh, wa timu unaomtaja mshambuliaji Wisa Abu aliyekuwa eh, ni kama mpigaji, lakini pia eh, wa kwanza wa penati, kwamba ilikitokea penati yoyote mchezaji fanya ataanza kupiga penati lakini yeye aliweza kufouse, kuchukua mpira na kuweza kuweka na kuweza kutaka kufunga mwenyewe, lakini akashindwa kuweza eh, kufunga goli hilo. Sasa, yapi maoni yako kuhusiana na swala hili? Kwa sababu mshikaji ameweza kupigwa faini na vitu vimekuwa ni kibao, kwamba club kama club yenyewe haijaweza kukubaliana kile kitendo ambacho aliweza kukifanya Mahmoud, kwa sababu alikuwepo mtu ambaye amekwisha kupangiliwa, kwamba wewe ndio utakayepiga hii penati. And then yeye akaweza na kaweza kuikosa ile penalti. Drop comment yako hapo, subscribe channel yetu umetisha, tutakuwa umetisha kinoma noma. Chao.